Akitoa homilia yake katika adhimisho la misa ya mkesha ya mwaka mpya iliyofanyika katika kanisa la Kizimbani Weti, askofu wa jimbo Katoliki la Zanzibar Augustino Shao amesema mwaka wa 2025 umeacha alama chanya kwa vijana kutokana na jitihada za serikali kuweka mazingira rafiki yanayowezesha vijana kujiajiri. Ni kipato unatafuta mwananchi, na ndugu yangu raia, unaweza kuipata za Zanzibar, kwa sababu kuna fursa za kazi, ukiangalia miradi inayotembea Unguja na Pemba miradi yote hii na ajiri wa Tanzania, wale wanaosimamia wanaweza ni watu wa nje, kwa sababu wamebeba wa mkataba huu, lakini hawafanyi wa wenyewe, wanatutubia sisi, nalo tunamshukuru Mungu, serikali imewajibika. Ndugu zangu, tusio tukazungumza yale ambayo ni madhaifu tu ya serikali. Serikali ya awamu ya nane imefanya kazi nzuri, na tunabudi kuwapongeza kuendeleza na hiyo katika mwaka wa 2026, Askofu Augustino Shao amesema kanisa litaendelea kusimamia na kutetea haki za binadamu, kuhimiza usawa, amani na mshikamano katika jamii, huku likishirikiana na serikali na wadau mbalimbali kuhakikisha wananchi wanapata haki zao za msingi na kuishi kwa misingi ya maadili mema. Tunasahau mboni ya amani hiyo ya kweli ni haki, tusiogope kuzungumza hilo. Wengi wanaogopa kuzungumza hilo yetu, kwa sababu viongozi wa siasa hawataki sisi hatuzungumzi siasa, sisi tunaomba tu kwamba ule ukweli uonekane. Mnasema kwamba hapa pana amani, lakini rohoni na mioyo ya watu inakuja damu, ni uchungu umejaa ndani mwake. Ndio maana tumesema mwaka elfu mbili ishirini na sita utakuwa ni mwaka wa kujenga amani zaidi na maelewano na upendo, ili tuzungumze yale ya, ya haki ambaye ndiyo yanajenga ukweli wa, wa amani. Aidha, Askofu Shao akizungumzia waraka wa maaskofu amesema waraka huo ni ujumbe unaowahusu watu wote bila ubaguzi, ukihimiza wananchi kuzingatia maadili, mshikamano, haki na wajibu wao katika kujenga jamii yenye amani, umoja na maendeleo. Kanisa Katoliki ni nabii anayeishi ulimwenguni, linafundisha, halimfundishi mtu mmoja na haliandiki waraka kwa mtu mmoja. Waraka tunaotoa sisi kama maaskofu wa Katoliki ni waraka wa waumini wote, wenye mapenzi mema wanaruhusiwa kusoma wote kwa sababu ni mafundisho, hayalengi mtu yoyote. Kama yanakugusa, tunafurahi kwamba yanakugusa kwa sababu ni mafundisho. Kanisa limeingia mwaka mpya 2026 likiwa na matumaini mapya, likiahidi kuendelea kuwa sauti ya haki, mshikamano na maadili mema, huku likiwataka waamini na jamii kwa ujumla kutumia mwaka mpya kama fursa ya kujitathmini, kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana katika kujenga Zanzibar na Tanzania yenye amani, umoja na maendeleo endelevu.